Katika kila kona ya nchi mwanga wa maendeleo unaangaza kupitia juhudi za vijana wetu. Leo tunashuhudia nguvu ya nishati, chanzo cha ajira, ubunifu na usalama, kwa umeme wa uhakika. Kijana kama huyu amebadilisha kipaji kuwa ajira. Sasa kila mashine anayowasha inazalisha kipato, heshima na matumaini mapya. Na kwa majina naitwa Saidi Ali, mkazi wa Pakawe, ninajishughulisha na biashara ya saluni. Kama unavyoona muda huu niko kazini. La, kwa upande wetu sisi biashara yetu imekuwa yenye kutegemea sana upatikanaji wa umeme kwa muda wote. Sababu umeme unapokuwa unayumba au unakuwa tofauti kwa hali ya mgao, pato kwa upande wetu kinapungua tofauti na umeme upepo muda wote. Kwa hiyo unaweza kumaliza sababu umeme umekatika kwa zaidi ya masaa 12. Kwamba maana yake sisi wateja muda wote tunategemea kuanzia saa 4 mpaka kuja saa tatu kuelekea saa nne, kwamba maana yake hapo jioni mtu anarudi anakuta nyumbani amna umeme, sio mteja wako tena, kwa maana anaweza kaghairi akasema anakuja kesho. Kwa hiyo kipato kwa siku husika kile kinakuwa tofauti, lakini umeme unapokuwa unapatikana kwa muda wote, inaturahisishia sisi kazi zetu na upatikanaji wetu wa kipato kidogo na kwa afadhali. Kwangu mimi umeme ni kitu muhimu sana, na natamani muda mwingi umeme huo ni unyokupatikana sababu ndo kitu ambacho nachotegemea mimi na wakinyozi na umeme ni kama pete na kidole. Sababu hiyo labda japo tumeletewa sasa hivi mashine za kuchaji lakini zinasaidia zina, lakini shida inakuja pale pale sababu mteja anaponyoa kuna muda anahitaji feni, kutokana na hali ya hewa anahitaji mwanga kwa ajili ya taa. Kwa bado umeme bado tunauhitaji sana sababu, kusema uweke sola na kwa uongo kwa sisi, kwa kuanzia nasema tunategemea sana serikali kwa upande wa umeme kwa ala. Kitu kina muhimu sana kwetu sisi. Tofauti ya upande wa upatikanaji umeme na kipindi cha nyuma kidogo mkubwa kwa sababu kuna kipindi kilikuwa nafikia wadha mkamaliza siku wasema mgao unajulikana kabisa bwana na Jumatano, Alhamisi semfanya umeme hamna. Jumangazi unakuwa unajua kabisa ile siku hivi kwetu sisi imekufa. Sasa kwa biashara zetu za kupata kila siku unakuta inatupunguzia, yaani inatupunguzia kiasi fulani cha kipato kwa sababu sisi umeme unapokuepo ndio tunapopata. Kwa unapokuwa hauko tunakosa. Sasa hivi unashukuru upatikanaji wa umeme kidogo umekuwa, yaani tumesahau ile adha ya umeme wa mgao, tumeisahau kwa kiasi kubwa sana. Nashukuru hilo kwa serikali, hilo umetuwezesha. Nashukuru Nishati na Samia.